Bana star wa muziki kutoka Nigeria Davido ni moja kati ya mastaa ambao wanaonekana kabisa kwamba anaendelea kuwashika mkono watu ambao walishatoka nao kipindi hicho way back, hana hana pesa lakini baada ya kujipata pia anaonekana kwamba kuendelea kuwashika mkono watu ambao walitoka nao mbali kipindi hicho. Sasa kinyozi wake moja kwa moja ameweza kuweka wazi kwamba kipindi hicho e, Davido alikuwa anamnyoa kwa takriban e, Naira mia mbili eh, lakini kwa sahivi anamlipa takriban eh, Naira milioni mbili kwa atakapoenda eh, kunyoa mara moja. So kwa upande wa kinyozi wake Davido aliweza kupakia post kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo post hiyo ilikuwa na caption ambayo caption hiyo ilikuwa ni kama kumshukuru Davido, ikiwa nasomeka hivi: I started cutting Davido's hair when when he he was just 12 years old when he used to pay me 200 naira. Today he's paying 2 million for haircut. cart Wasi Johnny akaweka emoji fulani hivi za kushukuru lakini pia emoji fulani hivi za moto. So proud to have been a part of of his story from the beginning. Big thanks to you, a brother, for trusting me all these years. Your success is truly inspiring. Akawa amemaliza hivyo. Lakini kibongo bongo, tukitafsiri maandishi ambayo alikuwa ameyazungumza kinyozi huyu wa Davido, alikuwa anasema maneno haya kwamba nilianza kunyoa, nilianza kumnyoa nywele Davido akiwa na umri wa miaka 12 tu akiwa ananilipa naila 200 ambazo sawa sawa sasa na pesa ya kibongo ambayo ni Tanzanian shillings 330, eh, leo ananilipa naila milioni 2 ambazo sasa sawa na Tanzania shillings milioni 3.3. Maneno haya yote ameandika kinyozi wake ambaye anafahamika kwa jina la Kufre. So kupitia ukurasa wake huo huo wa Kufre, yeye aliweza kupakia hiyo post ambayo mpaka sasa ikiwa na jumla ya likes elfu 36.7 lakini pia jumla ya comments ambazo zipo hapa ni 518. So kuna mwingine ambaye aliweza kucomment kupitia page hii baada ya kuweza kuposti, eh, kuweza kuposti haya maandishi ambayo aliweza kumshukuru Davido kuna mwingine ambaye anasema kwamba eh, kinyozi wangu anaye anayenyoa tangia miaka kumi iliyopita mpaka sasa hivi e, eh, bana, ni huyo huyo mmoja, so in case kama labda pengine akiweza kujua kwamba akiweza kuiona hii post, basi mimi nimeisha. Haya ndo maandishi ya baadhi ya watu ambao walikuwa wanaendelea ku comment kwenye page. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Eh, bana, kinyozi wako unamlipa shilingi ngapi tangia kipindi hicho ameanza kukunyoa mpaka sasa? Drop comment yako kwenye nyanja comment hapo, comment, comment, utakuwa umetisha kinao manoma, subscribe kwa taarifa kadha wa kadha chocha.